Ni jadala inayojitokeza tokeza ya kijinga, hamna sababu ya kuijibu, ni kuinyamazia tu. Wakati mwingine watu wakisema sisi tumeenda shule, sio zamani. Kwani kwenda shule ni shida? Shida ni kusoma, shida ni kuelimika. Sasa kuzozana zozana katika misingi hiyo haina haina haja, ni kunyamaza. Kama Kristo alivyohakiwa, wewe si mwana wangu jiokoe basi nafsi yako. Nyamaza kimya, endelea kusali. Nguvu ya sala ni kubwa zaidi kuliko matamko ya ajabu ajabu yanayojitokeza na mahangaiko yakitokea. Ndugu zangu, tusiogope kwa sababu ndio Kristo amepitia njia hiyo. Kanisa Katoliki linaweza ikateseka kwa njia za namna hiyo hiyo, na matishio mbalimbali, tutamwaga ugali, tutamwaga mchuzi, tutawakatakata, tusiogope.